Habari ya moto ambayo siku ya leo imeweza kutrendi kwenye mitandao ya kijamii ni habari ambayo inamhusisha mwanadada Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto, uh, leo bana ameamua kumshauri mrembo Wema Sepetu baada tu ya kuona taarifa zake zimesambaa mitandaoni zikionesha wazi, uh, ujauzito wake ni wa msanii Diamond Platnum. Kama ambavyo tunafahamu, Hamisa pamoja na Wema Sepetu ni watu ambao wana ukaribu mkubwa sana, ni watu ambao wanafahamiana muda mrefu, lakini kiufupi Hamisa na Wema Sepetu ni marafiki wa hali ya juu. Yaani ukisema pete na kidole ndio hawa hapa. Tuliweza kuona namna ambavyo Hamisa Mobeto katika lile jambo lake la kufunga ndoa. Eh, Wema Sepetu alikuwa mstari wa mbele sana, kumsupport Hamisa Mobeto na alionyesha ni kwa namna gani urafiki wao una matokeo chanya, urafiki wao una faida kwa asilimia kubwa sana na ndio maana jambo la Hamisa Mobeto ni jambo la Wema Sepetu na jambo la Wema Sepetu ni jambo la Hamisa Mobeto sana anakumbuka namna ambavyo kipindi kile amebeba ujauzito wa msanii Diamond Platnumz. Unaambiwa mwanzoni kabisa Diamond alikataa ujauzito, lakini baadaye, uh, ujauzito ulipokuwa akaanza kukubali taratibu taratibu, lakini mtoto baadaye alipozaliwa Diamond Platnumz akasema hii sio damu yangu. Uh, sisi kwetu hatuko hivi. Mambo yalikuwa ni mengi sana, mama Dangote na yeye pia akaja kumuona mtoto akasema huyu sio mtoto wetu. Uh, yani, mambo yalikuwa ni mengi, na Hamisa Mobeto alipitia mambo mengi sana alipitia kipindi kigumu sana, kwani ukiangalia umepata mtoto, alafu ile familia ambayo umewaletea mtoto haifurahii, eh, wala haioni thamani ya huyo mtoto. Ni kitu ambacho kilimuumiza kwa asilimia kubwa sana, na kilisababisha Hamisa Mobeto ashindwe kabisa kuwaamini tena wanaume. Alikaa muda mrefu eh, mpaka baadaye Hamisa akaja akaamua kuanzisha mahusiano mengine, eh, basi ilimchukua muda kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu Diamond alisababisha Hamisa asiwaamini tena wanaume, lakini baadaye, eh, maumivu yalipona, akaamua kuanza upya na maisha mengine akaendelea. Sasa Hamisa sana kuona Wema Sepetu amepata wapi ujasiri wa kuzaa na Diamond Platnumz amepata wapi ujasiri wa kubeba mimba ya msanii Diamond Platnumz. Diamond, Diamond, ukiangalia kipindi kipindi kipindi kipindi kipindi hiki hiki ni ni kama kama kile cha cha Hamisa Hamisa Hamisa Hamisa Mobeto Mobeto, alikuwa na na na na na mahusiano Zari, wanapendana wanaishi wanaishi pamoja, alafu alafu baadaye eh, akapata ujauzito. Ambacho ameshamuoa kabisa Zuchu, mke mume, akampatia mimba mwanadada Wema Sepetu za kuona ni vipindi ambavyo vinafanana kwa asilimia kubwa sana. Ukija au ukiangalia kipindi cha Hamisa na ukiangalia hiki kipindi cha Wema Sepetu, vinafanana kwa sababu ukiangalia sasa hivi Diamond ana mwanamke wake na amemuoa ndoa kabisa, msanii Zuchu. Lakini bado ameenda kuonana na Wema Sepetu amempatia ujauzito. Lakini tunaweza kusema yeye Zuchu ya mind Zuchu amepotezea kwa sababu anafahamu mwanaume wake ni mwanaume wa namna gani. Sasa Hamisa Mobeto kitu ambacho ameweza kumwambia awe Wema Sepetu kwanza kabisa anatakiwa kuweka akilini kwake kwamba Diamond, sio kwamba ni mwanaume ambaye atamsupport siku zote kipindi mtoto wake akiwa amezaliwa. Diamond ni mwanaume ambaye he, anakuangalia tu, alafu baadaye utakapopata mtoto wanakuja na mama yake pale kama familia kumkagua huyo mtoto, wanakuambia wana alama zao he, wakiwaangalia tu hivyo watoto wao wanawajua. Sasa kitu ambacho Hamisa hajapendezwa nacho ni namna ambavyo Wema anaendelea kumwamini Diamond, anaendelea kuona labda Diamond atamsupport, atamsapoti, Diamond atamlea mtoto wake. Hicho ni kitu ambacho anatakiwa akitoe kabisa akilini kwake, kwani Diamond eh, hapo alipo anaendeshwa na hisia za mapenzi ya Zuchu, lakini imetokea tu bahati mbaya amelala na Wema Sepetu Sepetu, Wema Sepetu, Wema Sepetu amepata ujauzito, basi ameamua tu kumsapoti Wema Sepetu eh, labda huenda anaamua kutembelea kama iwe kama kiki, eh, kwa yeye kumpa mimba Wema Sepetu, kwa sababu anafahamu Wema Sepetu ni mwanamke ambaye anazungumziwa sana mitandaoni. Wema Sepetu ni superstar ambaye, eh, hajawahi kuchuja. Wema miaka yote nenda ruri, huwa anazungumziwa sana mitandaoni eh, lakini swala lake kubwa ni swala lake la kubeba ujauzito limekuwa ni gumu sana. Labda huenda Diamond akaona hii itakuwa ni trending, hii itakuwa ni kiki, akaamua kukubali huo ujauzito. Lakini jambo kubwa ambalo Hamisa amemsi amems Wema Sepetu asimwamini asilimia zote msanii Diamond Partner mkwani, ni mwanaume ambaye anabadilika badilika, na Hamisa akaweza kutoa mfano mzuri kabisa. Anakwambia walienda kupima vipimo vya DNA kwa mtoto wao Dylan, lakini mwisho wa siku majibu yametoka, Diamond ameambiwa wewe ni baba halisi. Bado Diamond akakataa, akamwambia Hamisa, wewe huenda umewalipa wa madokta waweze kunidanganya. Nataka tuende tukapime na mtoto nje ya nchi, ili mradi nithibitishe kama kweli ni mtoto wangu. Hamisa Mobeto akamwambia, wewe mimi sina ujinga we. Uh, kila siku mtoto wangu kutobolewa, tobolewa. Kila siku mtoto wangu uh, kuonekana kwamba yeye hana haki. Basi kama umekataa wewe sio baba, maisha mengine yaweze kuendelea. Baada ya, ya Wema Sepetu na yeye, kubeba huu ujauzito, Hamisa anakuambia nimepata mshtuko mkubwa na kuona kwamba hizi taarifa zina ukweli ndani yake, lakini anakuambia baada ya kumpigia simu Wema, Wema akwambia mambo ndivyo yalivyo na atakavyokwenda ndivyo hivyo hivyo. Sasa atafanyaje? Imeshatokea. Wewe kama shabiki unalipe la kuzungumza, toa maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike turn na on notification bell.